Niko na, <laughs> <Uto wa> <laughs> <amini>. <laughs> na baruti sasa hapo kumbe, mimi Baruti kila kile akiwa anaendesha ile konso na mcheki, ambia wewe siku utakayojichanganya wewe, baba. Siku yetu tuko studio, nakumbuka mimi kwa Baruti ananionyesha message, da bwana, heshima jaka, nitumia nimeapply BBC hapa. Da bwana, fresh mimi naondoka kwanza, nikamwonyesha sura ya huzuni kiuongo, uongo, da nangu, naondoka na niachana nani ya. Ondoka mwanangu. Ila <laughs> kibogoe. Kimamo ambe, hebu nipishe. Good luck mwanangu. Mwanangu, unaniacha Michael. Good luck. <laughs> Yeah. Tuko pamoja mwanangu, acha mimi nikajaribu maisha. Wewe mwenyewe unajua ulipotoka mpaka umefika hapa brother. Ni we ni bless ito kama Michael, mimi nimeku bless. Yeah. Ameondoka, kwanza nilifika nyumbani nikanywa kahawa nyingi sana. Kama Mwenyezi Mungu. Ule wakati nilikuwa na usubiri. Jumatatu, <laughs> nimeingia kazini kwanza imepiga muziki mingi sana pale. Mm -hmm. Wanatoka wanambia, vipi sasa? HR kaniita Mama Mary. Mama Mary kweli. Ibu, naweza kuendesha kipindi? Nikamwambia sana. Mm. Sana Mama Mary. Mm, -no. Kweli kaniambia sana. Ha? Haya, nenda studio. Tch. Fika studio kwanza nikaziangalia zile fedha. <laughs>